Wafanya wafanyakazi wakubwa sokoni, nkienda sokoni, unakuta wanawake wamejaa, wa mtu wafanya biashara miadani, wanwatu wanasafiri, alafu waume wako nyumbani, waume wana kazi zingi. Angalia, swahaba moja akwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba mke wangu kwenda wanajeshi ambao tunaenda kwenye vita fulani, siko pamoja na wewe kwenye kwenye vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia achana asiende vikali nitaramkiwa. Kwa sababu gani? mwanamke hatakiwi kutoka ndani kwake isipokuwa maharimu akiwa pamoja naye maharimu wake. Na maharimu tunamzungumzia a sio mwanamke anatoka na mama yake, ndio maharimu ake